Karibu kwenye Life Wisdom Series, sehemu ambayo unapata maarifa yanayoweza kukuvusha kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni kushukuru pia kwa namna ambavyo umekuwa unanipa feedback na namna ambavyo umekuwa ukiendelea kushia na wengine eh, na jinsi inavyoendelea kuwasaidia na sana sana, sana ni kuboresha pia maisha yetu katika nyanja mbalimbali. Sasa kwenye maisha kuna watu utakutana nao na watakuchukulia poa, na wakati mwingine naumiza sana, kwa sababu ulikuwa unafikiri kwa namna unavyoishi nao, kwa vitu ulivyowafanyia, namna ambavyo umejiweka wewe, pengine ulitarajia wakupe heshima, wakupe thamani fulani. Bahati mbaya sana, sio kila wakati hiyo heshima na hiyo thamani wataweza kukupatia. Sasa wako watu ambao watakuchukulia poa kwa sababu ni tabia yao pengine wako watu watakuchukulia poa kwa sababu pengine ya makosa ambayo pengine wao umeyafanya. E, wakati mwingine watakuchukulia poa kwa sababu waoni thamani ulionayo. Lakini mimi kwenye kujifunza, nimejifunza kwamba viko vitu vinne ambavyo vya upande wako wewe ambavyo ukivifanya vinaweza wakati mwingine vikakupelekea kuchukuliwa poa hata pale ambapo ulikuwa unatakiwa uthaminiwe, kwa sababu binadamu ndivyo walivyo. Kuna wakati wanachotakiwa kukithamini wanakipuuza na wanachotakiwa kukipuuza wanakithamini. Sasa ukiacha yale makosa au sababu zinazowafanya watu wenyewe wakuchukuliwa poa, ziko sababu ambazo wewe unaweza ukazitengeneza eh, kwa kujua au kwa kutokujua, na zikasababisha watu wengine wakuchukuliwa poa. Ya kwanza ni pale ambapo unakuwa unawajali sana, na naomba hapa unisikilize kwa makini sana eh, ili usija katafsiri tofauti. Na kitu ambacho nataka unielewe, kujali watu ni jambo zuri sana, ni jambo la maana sana, na ni jambo ambalo tunali-encourage kwa sababu ndio utu wenyewe, ndio binadamu wenyewe. Lakini kuna watu ambao kujali sana kwako wewe huwa wanakuchukulia poa, yaani ni kama vile huwa wanafikiri kwamba wewe huko hapa duniani kwa ajili yao tu. Unajua, kuna wale watu ambao wewe unawapenda, unawaheshimu, unawathamini kiwango ambacho akiwa na tatizo lake wakati wowote uko tayari kufanya chochote na kujitoa kwa ajili yako, kwa ajili yao. Sio kwa sababu una vitu vingi, ila ni kwa sababu ya nafasi ulioamua kuwapa katika maisha. Sasa binadamu ni waajabu sana, usipowajali watakulaumu, lakini ukiwajali sana kupitiliza pia wanachukulia kama vile eh, wewe ni mtu ambaye huna kitu kingine cha kufanya. Kazi yako wewe ni kuwathamini wao tu peke yao, yani kwa maneno mengine, huo tunasema kwamba mara ya kwanza mtu unapomsaidia kwa sababu labda amekuomba msaada, huwa anachukulia kama ni e, umempa favor. Ukirudia mara ya pili kumpatia, anatengeneza kitu kinaitwa expectation, anatengeneza matarajio kwamba nikiwa na shida huyu ndio mtu ambaye atanipatia. Ukiendelea kumsaidia katika hatua hiyo pia, baadaye anatengeneza kitu kinaitwa entitlement, yaani anaona anastahili kwamba mimi hata nikiwa na shida huyu ndo anastahili kunisaidia bila kujali ana changamoto gani au vipi. Hatua ya nne ya mwisho anayofikia, anatengeneza kitu kinaitwa demand, okay? Sasa akifika kwenye kustahili ndio pale ambapo anaanza yani, eh, yani, wa kusumulia watu yani, huyu bwana anisaidie, ana hela anisaidie, ana nafasi anisaidie, uje huyu mtu ametengeneza kitu kinaitwa entitlement, baadaye demand, ndio pale anaanza kukufosi. Yani ulishokutana na wale watu ambao unamwambia tu kwamba anakuambia labda shida yake afu namwambia tangani nitakavyo kusaidia afu inageuka inakuwa deni, kila sana kupiga bwana mwenye nyumba yule, hivi anaanza kushirikisha mpaka matatizo yake. Sasa kuna wakati watu wanaweza wakakuchukulia poa pia, kwa sababu unawajali kupitiliza. Sasa hii dawa yake nini? Dawa yake ni kwamba unatakiwa umsaidie mtu kwa kiwango ambacho kweli anahitaji msaada an, yani, kuna tofauti ya kumsaidia mtu na kumdekeza mtu. Ukimuingiza kwenye eneo la kumdekeza, maanake ataanza kukuchukulia poa. Ndio maana kuta wale watoto ambao wako kwenye hii hatua pia wanakuja kusumbua sana wazazi wao baadaye, kwa sababu wanajua hata nikifanya chochote mzazi wangu aje anifanye chochote, nikivurunda shule ataniamisha shule, atanipeleka shule nyingine nikivunja vitu amna shida, tanma vingine yani ametengeneza sasa hiyo hali ya kuwa na entitlement mentality kiongo ambacho anakosa uwajibikaji. Sasa ile inaweza ikafanya mtu akakuchukulia poa, na lazima uwe nayo makini sana pia. Uh, cha pili ni pale ambapo unakuwa unawapa vitu vya bure sana. Yani, unajua binadamu, na hii ni psychology ya hali ya ah, yani, juu sana binadamu. Wakati mwingine wamezoeshwa kwamba chenye thamani kinalipiwa, kisicho na thamani ndio kwao kinatolewa bure kuna wakati unaweza ukawa unafanya vitu bure. Mimi binafsi, itokea mimi mara nyingi sana, unakuta labda mtu ana shida, unamwambia kwamba sawa, niko tayari labda nikusikilize au nikushauri. Wakati mwingine unaambia appointment saa tano haji, anakuja saa sita, hajui kwamba mimi wakati huo nimeairisha vitu vyangu vingi ili nimsaidie, lakini kwa sababu ilikuwa ni bure yye hana cha kupoteza, lakini watu wengi pia kwenye maisha yao wako hivo, kwamba wanapoona kitu cha bure, yani watu wengi wanafikiri kwamba kitu cha bure hakina thamani, ndio is not true. Ndio maana kuna wakati unalazimika kuwafanya watu walipie gharama, si kwa sababu wakati mwingine unahitaji ile pesa yao sana, ila unakuwa unataka waonyeshe, waweke uthamani katika kitu ambacho wanakifanya. Na hii ni muhimu sana so. Kuna wakati hata wewe pia, kuna vitu ambavyo ujifunze pia. Wakati mwingine ni ndugu zetu, wakati mwingine ni marafiki zetu, wakati mwingine. Wakati ndugu zako kila wakati anaomba tu hela kwa ajili ya kukusaidia utatakiwa kuirudisha, yani unakuta anakuingiza anaku hata kwenye matatizo kwa namna ambayo unashindwa kuelewa, wakati wewe ndo umeamua kumsaidia. Kwa hiyo unapotoa vitu vya bure sana kila wakati all the time, umejifunza very practical, watu pia huwa wanakuchukulia poa sana wakati mwingine. Kuna wakati lazima ujue kubalance kati hivyo vitu viwili. Namba tatu ni pale ambapo unakuwa unapatikana sana kwao, yani you are too much available. Yani, unajua watu wanashindwa kuelewa kwamba unapoamua kupatikana kwa mtu fulani inamaanisha umejinyima kutopatikana kwa mtu mwingine, au unapopatikana kwa mtu fulani inamaanisha umeamua kutofanya vitu fulani uviweke pembeni. Sasa kuna watu ambao, kwa sababu ya kutokuona mbali na kufikiria mbali, wanafikiri kwamba kwa sababu unapatikana wakiwa na matukio yao, wamehudhuria, kama ni birthday umeenda, kama wana wagonjwa aenda kuwaona, kama ni simu wakipiga mnaongea, mnapiga stori ile kwa muda mrefu inaweza ikaanza kumfikirisha kwamba huyu mtu ana kitu cha kufanya, yani ni mtu ambaye tu ananisubiri mimi, labda nimpigie au anasubiri mimi niumwe au anasubiri na tatizo. Yani kuna hiyo hali aa, mtu anaweza kumuingia, na hii inakuwa bila mwenyewe kujua, yani unajikuta tu amekuwa na hiyo fikra katika maisha yake. Na ninapozungumza hivi, usichukulie wewe tu watu kukuchukulia poa, lakini inawezekana hata wewe na viongea hivi, kuna watu wanawachukulia labda poa pia, kwa mambo haya ambayo ninasema. Labda pengine wanakujali sana, eh, pengine wanakupa vitu vya bure sana au pengine una, wanapatikana sana kwako, yanene time ukiwahitaji. Sasa watu wengi wamepoteza watu muhimu kwenye maisha kwa sababu ya kuwachukulia poa, pia umeona. Kwa hiyo kuna watu ambao, kwa sababu mtu anapatikana sana, wanaanza kuchukulia tu kama ni kawaida na ni mtu ambaye hawamthamini tena kama walivyokuwa wanamthamini zamani. ya unakuta mtu yule ambaye anapatikana sana na mdharau, afu yule mwingine kule nje ambaye ndo labda anamwona apatikani, anamthamini, anasahau kwamba huyu anayepatikana kila wakati ni kwa sababu ametengeneza hayo mazingira, sio kwamba hana kitu cha kufanya. anafanya sacrifice. kuna vitu ame sacrifice ameweza ku sacrifice asiende kwenye entertainment, ame sacrifice vitu kadhaa ili tu awe pamoja na wewe. Au wakati mwingine ame sacrifice pesa pia, eh, nguvu zake, amechoka, lakini anamwona tu. Ametoka kazini, amejichokea, lakini anasema ah, ngoni kamwangalie tu rafiki yangu, ngoni kamwangalie tu ndugu yangu. Lakini wewe unaweza kufikiri kwamba ah, jamaa bwana, kila kitu ofisini anapitia hapo, unafikiri kama anaona raha, lakini kumbe anafanya vile thamani halio, mwisho, kwa sababu ya thamani aliyokupatia. Na mwisho, kuna watu ambao pia wanakuchukia poa kwa sababu, yani wanakufanyia makosa mengi alafu wa react kabisa, yani ni kama vile wameshazoea wewe ndio mtu ambaye wanakuumiza na kukufanyia vitu makusudi kabisa, au kati mwingine sio makusudi, lakini they don't pay attention, hawajali, yani wanapuuzia vitu fulani wakiwa na uhakika kwamba wewe ni mtu ambaye hauchukii. Kuna au unasemea haraka. Kwa mfano mtu utakavyomfanyia hivi mara moja mara mbili, kwa sababu wewe ulikuwa unafikiria anapokuvumilia makosa ni kwamba haumii. Hapana, anaumia na inamsumbua, lakini kwa sababu amekuthamini na amekupenda anaamua kuvumilia. Ila wewe sasa unachukulia poa. Matokeo yake nini? Utampoteza. Watu wengi sana mimi nimeshakutana nao, ambao wamepoteza watu muhimu kwenye maisha yao kwa sababu tu ya kuwachukulia poa. Sasa wewe usio mmoja wale watu ambao wanawachukulia watu poa, kwa sababu ukifanya hivyo unaweza ukapoteza watu muhimu ukajirundukia na watu ambao hawana faida yoyote kwenye maisha yako. Assignment ambayo nataka nikupe ni, ni kwamba jaribu kuangalia kwenye maisha yako kama una mtu vitu au anapatikana sana, kwa kuonana au hata kwa simu, mna chati mnaf, lakini anapatikana, lakini pia ni mvumilivu, umeshamkosea mara kadhaa huyu mtu naomba ufanye bidii mapema kabla hujampoteza, kwa sababu ukiendelea kumchukulia poa utakuja kumpoteza, na watu wa namna hii wenye hizi sifa nne nilizozitaja huwa hawapatikani kirahisi. Siku ukiwapoteza utaumia sana, kwa sababu utakuwa umepoteza aina ya watu ambao ni adimu katika maisha. Tarehe sita mwezi wa saba kuna tukio kubwa sana linafanyika pale Millennium Towers ambalo tunalifanyaga mara nyingi, mara mbili kwa mwaka na tukio hili eh, nafika mwezi wa kwanza na mwezi wa saba na linaitwa Excel. This time mwezi wa kwanza tulifanya inaitwa planning your best year ever. Eh, unaweza ukanunua tiketi yako mapema, yani tukio ambalo linakuaga na watu wengi na tiketi pia waga zina isha, kwa ni vizuri sana upate tiketi yako mapema na ni elfu thelathini tu, lakini unakuja kujifunza mambo mengi. Mimi nitakuepo nikifundisha pale how can you set yourself apart from the crowd, unawezaje kujitofautisha hata kama watu wengi wanafanya kitu kama cha kwako Unawezaje kujitofautisha? Mimi ninaamini pia nimejitofautisha kwenye eneo langu la kitu ninachokifanya, kwa hiyo nimestadi watu wengine wanafanya nini, naweza nikakuambia pia, lakini watakuwepo walimu wengine, sio peke yangu, watakuwepo walimu wengine watafundisha mambo kama vile namna unavyoweza ku, eh, kuji, ku, kujiuza kwenye mtandao au kuuza bidhaa au kuuza brandi yako au kuuza huduma yako. Kuna wataalam pale ambao wamesaidia watu kufanya mauzo ya mamilioni ya pesa na watakuwepo watatufundisha kwa bei elfu thelathini eh, huwa anasema hii ni, ni kati ya training ambazo ni kama vile unarudisha kwa jamii, kwa sababu ukweli ni kwamba kama masomo ambayo tunafundisha ungetakiwa alipia, ungetumia gharama kubwa sana kuyapata. Wako wengine watafundishwa namna ya kufanya uwezo wako ufanye kazi katika maisha, utajifunza pia mambo ya fedha, kuna mambo ya uongozi. Utakuwepo na pale, karibu kumi watakuwepo pale kwenye paneli mbili mbalimbali wakitufundisha. Kwa hiyo kuna mambo mengi yatatokea siku hiyo, na ningekukaribisha uweze kupata tiketi yako mapema sana kabla siku azija, azijaisha. Na itaanza saa tatu asubuhi mpaka saa kumi e, jioni unaweza ukapiga namba 0749 741 923 0749 741 923 ili uweze kupata tiketi yako okay? na kama utakuwa umeshindwa kuhudhuria mwishoni katika kadiri siku zinavyoendelea nitakwambia unawezaje pia kuhudhuria baadaye kwa sababu unaweza unaweza itabadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yako. Asante sana, tukutana wakati mwingine tena kwa ajili ya kujifunza kwenye Life Wisdom Series and see you at the top.